Asubuhi moja nilikuwa nikiongea na nikamwambia lakini, I love you.

what is goma goma is what I'm gonna show you what what I'm I'm show you is goma here um, some place it's called this place is called uh, it's called uh, the entre meso noir the entre meso noir okay now napenda sasa niseme kiswahili kwa kuwa inawezekana na, na nataka niwatafsirie hii mezo noir, hii andre mezo noir. Sasa ni goma, hamwezi kuifahamu vizuri kama inaitia mu Kiingereza. Hacha niwaoneshe ni sasa, mshaona, mshaona deja, this is mezona, hapa ni

mbele ni kupende najipenda mbele ni kupende najipenda. Mm. Y yeah. Unfortunately, I don't know who are following me now. I don't know who are just uh, following my video, but if you are following my video, i may say if you want you can give me like. Kama unapenda na hizi nipatia like, kama huko unanifuata, kama uko nanifuata

my fans munyamaswa zose zibaho nkunda ipusi i a aa nkunda ipusi ipusi i love cats ilo ipusi i love a cat <laughs> hey, na nampenda paka paka ni rafiki wangu wa kwanza, ila sijampata nyumbani kwangu, lakini nampenda sana. Rafiki zangu, mtu naye muuzisha paka aniambie, mimi nitauza rafiki <laughs> zangu mimi nitauza nitauza paka kama huko naye nyumbani. Nampenda paka wakata u... no, no. nayama na furahi zaidi, hmm? no. wakati paka nayama nafurahi zaidi, nampenda kabisa. So napenda tena imbwa imganda ikunda chana. I love dog, I love cats, those two animals I love it, those two what, those two animals, wanyama hao wawili, na wapenda sana. Wa kwanza ni paka, wa pili ni nani? Wa kwanza ni paka wa pili ni imbwa. The first is, the first is cat. The second one is a dog. I love cat and dog. Napenda paka na imbwa hmm? Imbwa imbwa ya dume lakini <laughs> sio imbwa ya, sio imbwa ya kiki imbwa dume, dume ya imbwa hapana, dume ya hapana imbwa imbwa ya kiki Imbwa ya dume hapana, imbwa ya kike. Uh, ndio minapendaga zaidi. So hapa niko Goma ku andre mezo, nale ni fasi ya katoi, watu mnao ni kwata, mnaona deja niko yule ya barabara, mishaona mishaona. Ah, niko kwa etage nisha kuwa grabo semengue nishaweza <laughs> ah, nisha ku nishaweza ku... kufika ku nyumba ya bie zaidi. So nawasalimu sana kwanza, hii ndo live yangu ya kwanza mi nafanya deja. Nimemaliza kutia nyimbo inayoitwa safari bado, safari bado, tunaanza na tunaendelea. Rafiki zangu wanaonifuata mnaona hii live yangu, nawapenda zaidi na mimi na napenda nikuwe pamoja na nyie, napenda nikuwe pamoja nanyie kabisa, nawafurahia zaidi mm -hmm, nawafurahia zaidi kabisa, sasa mi nataka niwapatie kitu ambacho hamkukifahamu vizuri. Ni produsa wangu mzuri zaidi, mwemi napendaka sana, anaitwa Rat Rajabu. Mnaonifuata, nawaonyesha ule produsa wangu kabisa, nawaonyesha produsa wangu ni kwa artist Kardinal 4414 mimi ndiye mnayojua kwa jina la

Okay, dear friends, as you see, kama vile munavyoona, mimi na baonesha barabara, niko ku Andre Maison Noire. So, I wanna show you something in the road, and I'm going to call my friend and to tell him that my life have just been well. So, thank you very much. I'm going to find someone there inside. Okay, dear friends. Ah, uh, nawaza na, na musha rudia. Yeah. Okay.

I want you to love your neighbors I want you to be a positive man I don't like a people who are unpositive don't you know every time in our life we need just konexo to... iko chini <laughs> sana kwa kuwa tungali Ah, bitaenda sali. Mmoja tu <laughs> kama vile nimewambia mtu, mimi napendaga sana zaidi kuliko wengine. Sitawambia leo lakini napenda nikwambie Kardinali, anapendaka wanyama wangapi katika dunia hii? Ni mnyama gara ambao Kardinali anapenda tule, mnyama amsogelee muda mrefu akuwe karibu naye muda mrefu Ule mnyama anaita paka. Kama vile nimewaambia ndugu zangu, ule mnyama naitwa paka kabisa, paka nampendaka zaidi, the cat in English, katika France wanaita sha. Yeah, naipenda zaidi. So Rajas beat studio, i'm here at the gate. You see, niko kwenye mlango wa Rajas beat studio, pasa mbapo alihamia entre maison noire. Wakati unakuya kwa ile entre maison noire, unapita ngambo za Katoi kama kunatoka eneo za ndosho mugunga. Naona hapa tuko RDC, tuko Goma, natoka ndosho, unatoka mugunga, unatoka lakver, unatoka mm, seselka, unatoka teleminis, unakuya hapa ku entre maison noire. Sasa ku entre maison noire kuko kitu che mimi napenda nikuoneshe. Ile ni adrese mkubwa zaidi. Acha ni, ni turn kamera okay, unaona kwa entre maison kuko pancarte nyi... Okay. Ile ni place kwa nakwambia Okay. Ile ni place kwa nakwambia deja deja ile unaona ni ile muti, muti mrefu zaidi. Unaona huyu muti ha, ha, muti huyu mrefu waka katen katen, tunaandikiwa kule ni maneno za rush kule uh, kunaandikiwa i w f l e f u r a eh, make ni karibu kusema imu imable fula imable fula ha huh? imable imable fula e, eh, pale kabisa, kisha fika pale. Ushafika deja kwa Rajas beat studio kwa mimi na afanyiaka uh, record Acha tuone ni sasa Raji anafanya nini katika studio. Mimi natatosha nguo munionee na nyie. Sasa live isharudia wake. Sasa live isharudia wake. Ah, nimekunalia, sijui kama mmeviona wewe. Nimekuwa najui kama ah, mmeviona wewe. Ah. Wakati uko ku live ni kunaongea na batu sasa, tunaona connection inakata. Ah, vitu haviwezi kuwa nyao, vimewezi kuwa